Utulivu, calmness. Kuna watu ni vimbelembele, hawajaulizwa wameanza kujibu. Always, don't respond to anything that you have not been asked. Ukimya ni silaha, because people keep on guessing, huyu bwana ni mtu aina gani? The moment you open your mouth, they know who you are. Basi ukiamua kuongea, ongea sense. So calmness unakuwa able to face challenges. kuna watu wakipata matatizo they are off the rail, yani hata thinking yake hamna, lakini challenges ni fursa eh. Mwalimu Nyerere fought independence of this country out of challenges, na at the times of challenges ndio naona karisma ya mtu, karisma ya kiongozi, tumewezaje kutoka kwenye changamoto. Patience and self control. Sisi maisha yetu ya watumishi wa serikali inatakiwa yawe a triangle. Especially if you are handling very sensitive information nyumbani, kazini na kwenye dini. Kuna watu wanapenda sana kuzungumza vitu ambavyo hawajaulizwa, na out of that conversation unakuta anatoa siri. Wakati kina Dr. Blandina wanaapishwa Ulimsikia rais, utunzaji wa siri. Na kama wewe sio mzalendo, huwezi kufanya hivyo. A patriot cannot toa siri za nchi yake, na ndio maana hata kwenye organizational culture, organizational branding lazima uibebe kama mtoto wako. Ukifika pahala, wanaisema vibaya, tume ya mipango, pigana Because you know, tumia mipango ni nini, waeleweshe. Hata kama uko peke yako, wako sita, brand your organization. Kwa hiyo hata nchi yako lazima uibrand na uitetee.